Kampuni ya uchimbaji wa madini ya Bakrif iliyopo wilayani Geita imepewa siku kumi na nne kuanza shughuli za uzalishaji na endapo itashindwa kutekeleza agizo hilo itafutiwa leseni ya uchimbaji inayoshikiliwa kwa muda sasa bila kuifanyia kazi. Esta Sumira ana taarifa zaidi. Agizo hilo amelitoa mapema leo wakati akiongea na uongozi wa kampuni ya Bakrif mara alipotembelea mgodini hapo baada ya kupata taarifa kuwa tangu lipate kibali cha uchimbaji katika eneo hilo halijawahi kufanya shughuli zozote za uzalishaji. Kwa hiyo nadhani mheshimiwa, kama hawafanyi kazi hawafanyi kama hawafanyi kama, kama wanaendelea kufanya kazi bila kufanya, kufanya kazi siku 14 zijazo walime default notice walime default notice, kwa mujibu wa kifungu cha sheria madini, tufute leseni hiyo, basi ijulikane kwamba hatuna ubia hapo. Tukaribisha Watanzania wengine. Kwa kweli, hili ni agizo la serikali, lakini kama tunazingatia sheria, hatuna hatu, hatu, sababu ya kumbuguzi mtu, kwa sababu tuna protect Backlift kwa sababu ni mradi wetu, lakini kama tuendelee sasa, kuna haja ya kuwa na huo kwetu. Kwa hiyo mimi naomba sana stamiko Tanzam kwa mgodi wa Backlift na afisa madini shirikianeni, He, tutatue kero za Bakri. Tamko hilo limekuja baada ya wachimbaji wadogo wa eneo la Rwamgasa kumwomba Dkt Karemani kuwasaidia kupata eneo hilo ambalo mwekezaji ameshindwa kuliendeleza kwa muda mrefu ili waweze kuchimba madini kwa lengo la kujikwamua na wimbi la umaskini. Ni mpaka leo hatuelewi lina hatua gani, na hatu ni nini litakifanya, hatujui hatima ya maisha yetu watu wa Rwamgasa. Kwa hiyo, mheshimiwa naibu waziri, tunakuomba sana tena sana na vizuri umegusia kwamba utapita bakrifu kwa ujumla hawafanyi kazi naye. Mjiolojia mkuu wa kampuni hiyo Antony Minde amesema chanzo cha kutozalisha kwa kipindi hicho ni kutokana na kushuka kwa soko la dhahabu duniani pamoja na maji kujaa kwenye eneo ambalo wanachimba. Sasa hivi tumestop kwa sababu ya <coughs> weather condition, mvua mvua, tumestop mwezi wa wa kumi. Kwa hiyo mko mnazalisha mwezi wa kumi? Hey. Hodi, ya mvua. Mvua ni kwa sababu tunacho mine sasa hivi ilikuwa ni oxide yeah. baada okay, yeah. ya mvua mtaendelea. Awali akiongea na wachimbaji wadogo wa Rwamgasa Dr. Karemani amesema serikali ina mpango wa kuyanyang'anya makampuni mbalimbali mbali ya uchimbaji wa madini yaliyohodhi maeneo bila kuyafanyia kazi. Kama kuna maeneo hayafanyiwi kazi, lazima yale tuyaondowe na hiyo sio baki kwa bakiriku Watanzania wanataka kuchimba maeneo yote yanayoshikiliwa na watu wasioyafanyia wa kazi. Kutoka mkoani Geita, Esther Sumira, Azam News.